Kiwa tupo katika mwendelezo wa darasa zetu, kuelezana na kukumbushana mambo ya hapa na pale ambayo yanahusu dini yetu ya Uislamu, ambayo yanahusu jamii yetu, namna gani maisha ya Muislamu ayaendeshe na maisha ya mwanadamu kufuata mwenendo mzuri mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenendo wa la ilaha ila llah Muhammadu Rasulullah. ma mayuridu dukhula fi dini lislami, mtu amekuja sasa, amehujia iwe Mwislamu na anakuambia kwamba anataka kuingia katika dini ya Uislamu. Ameamua kwa maana akaamua yuridu dukhula fi dini lislami. Anasema awalan an yatalafadha tala, bishahadataini, mtu huyo cha kwanza anatakiwa atamkishwa shahada mbili. Cha kwanza akija mtu anataka aingie katika Uislamu. Cha kwanza mtu huyu an yatalaffadha bishahadataini, atamkishwe shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kwa maana ukimtamkisha tu hivyo mtu huyu, ukamwambia sema hivi, anakufuatisha. Kwa sisi ambao tumeona watu ambao wanasilimishwa kipindi chtu kwadogo Sema ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. An yatalaffadha bi shahadatayn, yatamkisho shahada mbili la ilaha illa llah Muhammadur rasulullah. Tamko yenye ndo la ilaha illa llah Muhammadur rasulullah. Hii ndio tamko la kumtoa mtu katika mambo yasiyokuwa ya kimsingi ya kishirikina na kumuingiza katika nini? Katika tauhidi ya Allah subhanahu wa taala. yatabarau min kulli dinin ghayra lislami anakuwa mtu huyu amejitenga na dini zote ambazo zisizokuwa za Uislamu, dini zote ambazo sio za Allah subhanahu wa taala. yatabarau anakuwa amejitenga, wayatakidu biqalbihi wahdaniyat llahi taala na anakuwa mtu huyu ameitakidi bi kalbihi, kwa moyo wake, anakuwa ameitakidi ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti katika ile imani ambayo alikuwa anaamini kule alipokuwa, kwamba sije Mungu kwa tatu, Mungu kwa ngapi, Mungu sije moto, Mungu sije nini. Hizo imani zote za kishirikina anaziacha. wa yaatakidu bi kalbihi bi wahdaniyatillahi ta'ala, anaitakidi kwa moyo wake ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala.

Hakika ya dini mbele ya Allah ni Uislamu. Inna dina inda allahi lislam, hakika ya dini mbele ya Allah ni Uislamu. Kwa hiyo itikadi hii sasa ndiyo inabidi umfundishe aitakidi. Kwa kuwa umemtamkisha shahada huyo mtu atakuwa ameitakidi, inna ina dina inda allahi lislam, kwamba dini mbele ya Allah ni Uislamu. Yale yote ambayo alikuwa anayafanya hapo atakuwa ameyaacha na amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, katika Alimrani hiyo hiyo aya ya 85. allah Subhanahu wa ta'ala anasema, waman yabtaghi ghaira lislami dina fala yuqbala minhu, na mwenye kufuata mwenye kufanya kinyume cha uislamu kuwa ndio dini, basi mtu huyo katika utaratibu huo wa ibada yake hiyo, fala yuqbala minhu, watukubaliwa hayupo katika kukubaliwa na wala hayupo katika mwenendo ambao uko sawasawa. Yupo katika mwenendo ambao tofauti. Kwa hiyo, itakuwa baada ya kuwa ametamka ile shahada, kwa maana hayo yote atakuwa ameyapinga, atakuwa ameamini la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah.